Tupo hapa Ali Hassan Mwinyi katika mwendelezo wa Kombe la Shirikisho. Timu zote mbili zinajongea katika dimba la uwanja huu wa Ali Hassan Mwinyi, Tabora United dhidi ya Kagera Sugar. Hii ni ishara kwamba mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa kiungwana. Hawa ndio waamuzi ambao watabeba jukumu la kutafsiri zile sheria 17 za kabumbu. Kile kikosi cha wenyeji Tabora United mabao saba Ofen Chikola France pamoja na matano ya Makambo ligi kuu. Kagera Sugar anakosekana kabisa Mubarak Gerard Hamza, amsankamchia mmoja kati ya wa wachezaji muhimu ambao wamekuwa ni miamba moja bila, lakini pia ilishinda tatu bila katika mechi zake tatu bila dhidi ya Rhino Rangers hapa hapa Tabora, mmoja Makambo kwenye umiliki wa mpira makaboaloi <coughs> nauko chini ya muamuzi anasema, ni free kick. Amepata free kick Tabora, atakuaje toni mambo ambavyo atakuwa faria joe alandongo, amejaza naka kenye kambo. Yes, bola mapema kabisa napata Tabora United, faria joe alandongo akatupa mtungi huu ambao akaufuata Andy lobulka Bikoko, akimuhai Said Khalid, kipao bao moja kwa Tabora United, bao la lobulka karudi hapa Kagera. Mwenengo ameiacha kwa eritie maolongi makambo na ukamata mpira ule, Said Khalid. Sasa Kagera penyezwa pasile, ni nafasi ya kufanya jambo, Richardson to cross ambayo imekataliwa tumbukia kwenye box na mpango wake alikuwa ni kutoa cross za kufikiria, ku finish mwenyewe chagua kucheza fao. Amanom alikuwa ni mtiani mgumu sana, alipeana miliki Kagera, tumbukiza mtungi ule. Oho, chezo ile na Kagera Sugar, lakini inakuwa ni mali ya Amanom. Inapenyezwa pasi ile, mekubali watafanya nini? Kasimu Ibrahim Feka fek, inakuwa ameshindwa kuitumia nafasi ile vema. wameshindwa kuitumia nafasi na ni mashabiki wa Tabora bila shaka, wapo waliovalia jezi kabisa, wanakiamsha Sebastian Ng'onda yuko pale. Maundi anapita, Sebastian anapita, lugende Lugende amecheza mpira ule. Golikipa shin wamemchanganya, akachanganyikiwa, lakini haijaleta madhara kwa Tabora. Mpira ulidunda kwanza, kwa namna ambavyo aliucheza ulikuwa na harufu ya hatari, akafanya jitihada za kuufuta mpira ule.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 Anekewa tena off in France. Chikola ingiza cross ile tajiuliza kwa nini akutaka kufanya hesabu zile yeye, wotoa boko Richards and Sebastian jaza kwa kasi mbrefeka Richard Ngondia kona, utajiuliza sana wamekosaje bao Kagera Sugar? Labda ndio hii asiye bahati habahatiki, tatizo hilo lakini washindwa kulitumia vema, tatizo ambalo amelitengeneza Tabora kwa upande wao wa Chigozi. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zinakamilika katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Vinginevyo ni mkwaju wa penati, lakini huyu ni Joseph Petro Mahundi ambaye alilevo scoreboard kwa upande wa Kagera Sugar. Ramadhani Salum Ramadhani anaingiza cross ile, makamba anapishana nayo, manengo anapishana nayo nayo if kamata mpira ule kipao na kipenga cha mwamuzi kinasema kulikuwa na offside. Alikaribia kufanya jambo alikuwa kwenye eneo la kuotea riti Ebeneza Maka, ambao imetafsiriwa hivyo na mwamuzi msaidizi nambari mbili za mpira ule, amausura makamba aamini kilichotokea na kama masihara hivi alitumbukizwa krosi ile, ataelekea zaidi hapa Chikola hey. Wakumchunga huyu kijana mdogo, ni majabu mengi sana anapokuwa uwanjani na anafanya msio ya tarajia. Joseph Petro Mahundi. Mahundi ameweka mbele mpira na ameuchukua ule, hajachezwa mchezaji Kandal Tariq Saif kiakala ameiweka kwenye njia ya kumtafuta Kasim. Mambo yamekataa. Mara ya mwisho kushuhudia timu hizi zikitoka draw ilikuwa ni katika mchezo wa kwanza kabisa wanakutana msimu uliopita ligi kuu ilienda bila bila. Na utabora anapasha mandanda. Inawezekana ndio makipa wanaaminiwa kwa mikwaju ya penalti, na anakaa chini Jean Noel Amano. Said Kipao naye yupo katika mipango ya kuwa nje ya mchezo, mabadiliko yamefanyika. Kipao anakwenda nje na Ramadhan Chalamanda anatambulishwa mchezoni. Kwenda nje Kipao, tangu 2017 ndani ya kikosi cha Kagera. Anaingia Chalamanda, anakwenda nje pia Amanom. Chikola Oflame France, Chikola Tumukisa, cross ile Mwanango Nikon cake. Ni kama nawaambia, mbona hamumlindi huyu Chikola kwa mara nyingine tena amejaribu kutoa assist ambayo beki uh, anaunyosha tu. dakika tisini za mchezo zinakamilika katika uwanja wa Ali Hassan, hajapatikana moja kwa moja ndani ya dakika tisini. Nani atasonga mbele na ni mikwaju ya penati itakwenda kuamua. Je, ataiweka kwenye kamba? Ni dhidi ya golikipa wake wa zamani alikuwa pamoja Kagera, Abdalla Omar ameitwa Seseme, ameikata manda. Amewalipa na hiki ndicho ambacho walimleta kukifanya, na wa Ramadhan Chalamanda ameicheza penati ile. Seseme ameshindwa kumfunga golikipa kipao wake wa zamani. Hii sabu imewalipa Kagera Sugar. Said Khalidi kipao yuko nje anaangalia. Chalamanda anafanya nini? Anakwenda kupiga penati ambayo kama atapata inawahakikishia kusonga mbele. Penati hii unakuwa hakuna mjadala CRDB Confederation Cup 2024 25 pita Luasa Kagera Sugar wako hatua inayofuata wanakwenda robo fainali ni furaha iliyoje Mandanda ameshindwa kufanya kile ambacho bench ilimleta uwanjani akifanye dakika 90 zilienda moja moja mikwaju ya penati tano kwa tatu zinawapeleka Kagera Sugar mbele.